Halo, naitwa balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani, Dkt Gordi Mnewe. Leo naomba nikupe tena ushuda ambao ulinitokea mwaka elfu mbili na kumi baada ile elfu mbili na saba yule kiumbe wa ajabu aliyetaka kunipa nguvu na aliniambia kwamba niachane na huyu mfalme wa mbinguni. Sasa baada ya kumkatalia mwaka elfu mbili na kumi nikiwa morogoro mjini, sasa nikiwa nafundisha Kionda Sekondari, e, baada ya kutoka kule Mvomero Sekondari nikiwa Kionda Sekondari, ndio sehemu ambayo niliamua kuacha kabisa kazi ya ualimu na kuwa mtu ambaye nimejiajili mwenyewe na kufanya shughuli zangu. Ndipo baadaye nikaja kuhamia Mwanza. Sasa nikiwa mwaka elfu mbili na kumi nikiwa bado mwalimu wa sekondari kule, wakati nilikuwa najaribu kumuuliza mfalme wa mbinguni nini kuhusu hatima uh, uh, ya maisha yangu, kwa sababu kuna kitu kilitokea kwenye maisha yangu, kilinipa kama vile dailema ya maisha iko kitu kikanifanya mpaka niingie kwenye petition au maombi ya kufunga kwa muda mrefu na baadaye sasa nikiwa uh, natoka kwenye petition uh, nilitulia. Nikiwa nimetulia kwangu, uh, ghafla nilihamishwa tena, na hiyo nilihamishwa, nilijikuta uh, nilikuwa nashindwa kusema kama nilikuwa nimelala au nilikuwa macho, ila nilikuwa najua kila kinachoendelea. Ilitokea hivi kwamba nilijikuta niko pembeni ya bahari kubwa sana, lakini kwenye hiyo bahari kule mbele nilikuwa nasikia nashuhudia ndani mwangu kuna maisha makubwa, lakini huku niliko kuna maisha duni sana. Sasa wakati nawaza nitafikaje na maisha magumu pembeni, ghafla nikaona kuna vijana wa kike na wa kiume walikuwa wanaogelea hapo pembeni ya bahari. Sasa wakati wanaogelea, mimi nikaamua kuwafata, nikaambia jamani, hebu mwaminini mfalme Yesu, kwa sababu hizi nyakati za mwisho. Uh, mimi niliwatamkia neno hili, niliwaambia mimi nina roho ya Nuhu kwa sababu uh, uh, sije watu wakaingia kwenye safina of course nilikuwa naongea katika lugha ya kilokole kwa sababu ndio nimekulia huko nime, nimelelewa huko ndio nilikuwa naongea lugha kama ya kipentekoste wanavyoongeaga kwamba sije kwamba uh, mkachelewa kupanda safina nikawaambia hebu muamini bwana Yesu wale watu wakaniambia gunewe sisi tunakujua utatuambia nini kile kitendo cha kuniambia hivyo kilinichukiza sana nikaona wamenidharau niliamua sasa bora nife kwa hiyo nikaamua kuyafuata yale maji ili nitumbukie nife. Wakati natumbukia ili kwenye ile bahari nife, ghafla sikutumbukia, nikasikia kama vile ni, nimeinuliwa kwenye yale maji juu. Sasa yaani, sijatumbukia sija kwenye maji, nimeinuliwa juu, naanza kupelekwa kuvuka yale maji. Ni bahari ya muda mrefu, ilichukua muda mrefu sana. Nilikuwa naangalia hivi, naona chini ya maji, nilikuwa na wasiwasi sasa. Hapa nikiachiwa, hichi kilichonibeba ni nini kinachia? Lakini wananivusha juu, nikaa naona niko juu na paa naenda naona maji muda mrefu tumesafiri kwenye maji. Baada ya kusafiri kwenye maji muda mrefu, ndio tukakutana na nchi kavu. Ile nchi kavu ilikuwa ni nchi ya vilima vilima vilima vilima. Sasa katika ile nchi ya vilima, sasa nilikuwa ndo nashuka chini, ndo ilikuwa ndo sehemu ambayo natakiwa kufika. Sasa wakati nashuka chini, ghafla nikaona, nakumbuka niliona mapadli wa Roman Catholic, niliona wasista wa Roman wa Catholic, niliona wasomi wakubwa, niliona watu wazito wa duniani, watu wa kila namna eti wana, wana, wana, wana niona mimi wananisujudia chini, wanasema ti Bwana uh, Yesu amerudi wa sasa, wanasujudu kwamba wananiona mimi ndio Bwana Yesu. Kwahio wakati nashuka sasa kutokea huko kwa nimetolewa, kwahio watu wengi wakaanza kuninamia karibu dunia nzima wananinamia, wanasujudu, wanasema mfalme Yesu karudi sasa. Mi nikiwa juu naambia mimi sio Bwana Yesu, nawakatalia naambia mimi sio Bwana Yesu, mimi ni mtumishi wake tu, amenituma ila sio Bwana Yesu. Watu waamini wanaendelea, nikaona wale masista, mapadi, watu wa dini mbalimbali wanasujudu namna hii. Nikaambia hapana, mimi mimi sio mfalme Yesu, mimi ni, ni mtumishi wake tu, msiogope. E, nimetumwa mtu, msiogope. Sasa wakati hiyo hali inaishilizia uh, uh ghafla nikarudi katika hali ya kawaida ah, nikasema hiki ni kitu gani? Watu dunia nzima wananiinamia eh, wanasema wananiambia mimi ni Bwana Yesu. Ah, nikasikia sauti inaniambia kwamba tunakuandaa kwa ajili ah, tuna ya ujumbe mzito ambao tunakwenda kuachila duniani hivi punde, kwa ajili ya ujumbe ambao wa nyakati za mwisho ambao utakuja kumleta mfalme Yesu. Baada ah, ya kusikia ile jumbe mimi nikajidhalau, kaona nika wana... mm, mo kasema haya yatakuwa ni mashetani. Sasa mimi niandaliwe. Yaani eh, kwa ajili ya ujumbe eti dunia nzima. Eh, inawezekana vipi mtu mwenyewe kwanza mimi ni mwalimu tu wa sekondari. Sina mbele wala nyuma, sina yaani eh, sieleweki mashango hivi. Ah, nikaona haya mashetani kama yanataka kuni kunichezea. Kuni, labda sasa hizi amekuja tena kwa ufunuo mwingine anataka kuni kuni kuniingiza kuni pabaya. Ah. Basi nikarudi sasa nikaanza kutafakari nyumbani. Sasa mimi nchi ya vilima vilima, ndio nakwenda kuinuliwa, watu wananisujudia. So kwa akili ya kibinadamu nikaanza sasa kuangaika hivi, nchi ya vilima vilima ni wapi? Kwa sababu mimi kwa asili nilikuwa sijawahi kutembea mikoa mbalimbali kwa kipindiko. So nikaanza kuuliza watu, wakaniambia nchi ya vilima vilima ni Uganda. Nakumbuka nipanga safari kwenda Uganda, nakatisha tustoli, lakini nikaenda Uganda na kweli nikakuta kuna vilima vilima nafikiri tafsiri yangu haikuwa ya sawa na ile ambacho nilichokuwa imemaanisha kule. Mi nilikuwa natafuta nchi kweli, basi nikaenda Uganda na kweli kakaa kule, lakini nikaona hapana. Na kweli kipindi kati nimefika Uganda nilivyofika kule, lakini ya hali yangu ilikuwa kiuchumi mbaya, nilishiwa kabisa. Nikakutana na rafiki yangu mmoja anaitwa Luka Sanga, nafikiri miongoni mwa watu ambao naye ni raia ufame, yuko Morogoro, naye yupo kwenye group pia aa anafahamu historia, nikutana naye Kampara katikati akiwa anasoma makelele. Mimi aliponiuliza nikamwambia bwana, nilipata maono ya kuja kunicha milima milima kwamba nakwenda kuinuliwa watu wanakwenda kuni kuni kunisujudia kuni, sasa sijajua ni ndio kweli uh. <laughs> Baadaye sikuelewa kitu, baadaye akaniambia au uende Mwanza. Basi kutoka pale, baada nikusikia mimi nikarudi Tanzania, baadaye ndio nikaja kuingia Mwanza nikakaa muda mrefu, tangia mwaka 2010 nilipofika Mwanza nilikaa mda mrefu sana sikuona chochote. Niliteseka sana Mwanza kwa sababu nilikuwa nimeacha kazi hiyo walimu, niliacha kazi ya walimu kwa sababu ya kutafuta nchi ya milima, lakini sikuwa na yani, na maandalizi ya kibiashara chochote. Niliteseka Mwanza kwa muda mrefu sana, so ilichukua muda nilienda, lakini baadae nikaanza kujipata taratibu. So tangia mwaka elfu mbili na kumi kufika Mwanza uh, ilipofika mwaka elfu mbili na niliendelea na huduma kama mchungaji kule, lakini ilipofika mwaka elfu mbili na kitu kama kumi na samani elfu mbili na kumi na saba kumi na nane uh, kwenda mpaka kumi na tisa Miaka yote nilikuwa nashughulika na kusoma, nilikuwa nasoma elimu mbalimbali, nilikuwa nasoma elimu eh, za theolojia. Nimesoma elimu zote za theolojia, uh, biblical archeology divinity, kwa nilikuwa na doctorate nyingi sana, nilipata nafasi kupata scholarship za wazungu lakini baadaye nikaanza kuwa najifunza Kiebrania na Kigiriki, baadaye nikaanza kujifunza. Ndo ilipofika mwaka elfu mbili na kumi na nane uh, samani kumi na nane kumi na tisa kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na nane kumi na tisa ndipo nilipata uh, mbingu ikaanza kunipa ufunuo juu ya elimu ya ufalme. Nikaanza sasa kuanza kuwa naona vitu, kwanza niliambiwa kabisa kwamba uh, lazima tuibadilishe hii Biblia, ina makosa mengi nilijiogopa kwa sababu nikaona hii kazi kubwa, kwanza ina makosa watu watanielewa dunia, lakini ilinisisitiza ili sana, ndo nikaanza kusoma sasa Kiebrania ya Kigiriki, nikaanza kuchambua, nikaanza kuona kweli, nikaanza kugundua Biblia ina makosa. So ndio safari ya kuanza kuchambua Biblia na kuanza kujifunza ufalme, kuanza kufundishwa na serikali ya mbinguni. Ufunuo juu ya ufalme ilianza hiyo mwaka 2017 nikaenda, nikaa chini na najifunza sikuwa na mwalimu, kwa sababu hakuwa hakuwa na mwalimu wa ufalme, ila mbingu yenyewe ilikuwa inafundisha. Na kwa mfano mfalme leo mtakatifu alikuwa ananifunulia, akaniambia, nenda kwenye nchi za kifalme, study concept hizi, soma hizi, ni concept. Kwa hiyo nilikuwa naenda hivyo hivyo mpaka 2020 nikawa nime master vitu vingi sana, kwa sababu ufunuo nilipata kutoka serikali ya mbinguni. 21 22, tukaendelea, ndo tunaanza kuona mpaka leo, elimu ya ufalme inaendelea. Na kwa hiyo kile ambacho nilikiona mwaka 2010 ndio hiki kinaanza kutokea sasa kwamba dunia inakwenda kuweza ku, ku, ku, ku, kwa sababu nikiwa katika ile mwaka elfu mbili na kumi niliambia kwamba kuna kitu kinakwenda kubadilika, yani kutapatika mabadiliko makubwa sana yatatokea duniani ambayo na mimi nitakuwa ni sehemu yayo mabadiliko. So ndio maana naanza kuona vitu hivyo sasa, lakini ilichukua muda mrefu sana, sijaona kwa ujazo mkubwa, lakini tangia mwaka elfu mbili na kumi mpaka sasa hivi imechukua miaka mingi sana, imechukua almost karibu miaka ishirini sasa. E, na nilikuwa sielewi si kinachoendelea. Nilikuwa nikagundua kumbe mbingu huwa inamwandaa mtu kwa muda mrefu, na inaweza kuchukua, unaweza kitu kakiwa na muda miaka ishirini iliopita, lakini kumbe kaja kutokea kweli halisi, ndo sahizi naanza kuona jinsi gani, na nilianza ku, ku, kuona jinsi gani ambavyo wazungu wengi nilipokuwa nafundisha ufalme na uwezo wangu wa uelewa, walikuwa wananishangaa sana. Nimejifunza wapi? Nimewezaje kujua vitu kama hivyo? Nikaona wazungu wengi, mataifa wengi, watu walikuwa wananishangaa sana. E, nakumbuka mara ya kwanza nilikuwa kwenye grupu moja la wazungu, hawa ni ma, Ma, walikuwa ni maafisa wa kijeshi waliostaafu jeshi la Marekani, lakini walikuwa ni wachungaji. Kuna concept moja ilikuwa ikiwasumbua sasa. Wakati mimi naelezea, kuna mzungu mmoja, Dr. Ken alikuwa ananibishia baadaye nilipokuwa na, na anaitwa Dr. Andy Yeah, kwa na tunabishana naye baadaye akaja inbox, akanifunulia baadaye akagundua kwamba ninachoongea mimi ni cha kweli kuhusiana na hiyo concept katika lugha ya Kigreek. Basi akawatambulisha, akawaambia jamaa huyu jamaa ana kitu na vitu kweli, akanileta kwenye group nikaanza ku present. Wazungu walishangaa sana uwezo wangu wa ku present vitu na kusema vitu kwa, kwa, kwa upana sana kwenye lugha ya Kigreek na Kiebrania. So hiyo kitu ndio ikaanza kuona halisi. So baadaye ndo nikaanza kufanya research kubwa juu ya kingdom, maeneo mengi, kuandika vitabu, kuanza kufanya zoezi la kuanza kuandika upya Biblia, tukatoa hili toleo la ufalme. Kwa hiyo uh, ndio, ndio ndio nikaanza kuona vitu halisi. Lakini safari ilikuwa ni kwamba ufunuo uh, niliupata tangia mwaka elfu mbili na kumi nikiwa sijui chochote, sina mbele wala nyuma na uh, ilichukua almost karibu mpaka sasa hivi, nimechukua karibu miaka ishirini sasa, ndio naanza kuona vitu vinakuja. Lakini niliona uh, watu wasomi, niliona mapadri wa Roman Catholic, watu wa dini mbalimbali, masista, niliona wasomi wakubwa duniani, niliona watu wakubwa, wanasiasa wananinamia wanasema eti mimi ndo Yesu nimerudi, wakati nashuka kwenye ilani ila nikawakati nikaambia, pana mimi sio mfalme, um, Yesu. Mimi ni mtumishi wake tu, na baada ya pale ndo nikasikia sauti naambia kwamba uh, kwamba wanakwenda kunitumia kwa ajili ya kuweza kufanya mapinduzi makubwa duniani juu ya elimu yao pamoja na vitu. Sasa sikuelewa zaidi kipindi kile, lakini sahizi ndo naanza kuelewa kuhalisia. Kwa hiyo ndivyo ambavyo mbingu inafanya kazi. Kwa hiyo naomba sana. Uh, mweze kuelewa hivyo, na najua kabisa hii testimony ushuda utawasaidia sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa. Inawezekana pia kuna vitu ulivyoambiwa muda mrefu huwa vinachukua muda pia, kwa hiyo unaweza kuona kitu kama hicho. Asante, naitwa Dr. Gordon Gunewe, serikali ya mbinguni humpe maisha. Kama una swali basi unaweza ukaniuliza. Asante.